E, Bwana Mungu ni mwema. Kwa mara nyingine tena nimeenda kuona kiwanja cha rafiki yangu Ali. Niko na mama Ali hapo, tukaona mipaka na kila kitu, sehemu kazuri kabisa, ambapo anaweza akapata nyumba yake nzuri kabisa hapo seble chumba na choo kizuri. Baada ya hapo, tukaanza kufikiria tena biashara sasa ambayo atafanya tu nyumbani mwenyewe, hali kuipendeza sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini nilipata saa pia akonge na rafiki yangu hali, tuliongea vitu vingi sana, nikamwambia nenda mjini, nikirudi next time nataka niingie kwako. Kwa hiyo kwa namshukuru Mwenyezi Mungu. Ali pia aliniombea sana, nilitakia kheri kamwaga mama pale na kila kitu kilienda proper kabisa, safi kabisa. Ally akaniombea dua akanitakia kila laheri, kwa hiyo ilikuwa poa sana. Ally anawasalimia sana na anajua mnampenda sana hivyo tunaanza safari ya kumjengea baraka na Ali. Mnataka kushiriki kwenye chochote, karibu sana, maana Mona DM. Eh, bwana Mungu ni mwema. Kwa mara nyingine tena nimeenda kuona kiwanja cha rafiki yangu Ali, niko na mama Ali hapo. Tukaona mipaka na kila kitu. Nikasema sehemu kazuri kabisa ambapo anaweza akapata nyumba yake nzuri kabisa hapo Seble chumba na choo kizuri. Baada ya hapo tukaanza kufikiria tena biashara sasa, ambao atafanya tu nyumbani mwenyewe Ali. Uh, ilipendeza sana namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini nilipata wasaa pia akuongea na rafiki yangu Ali. Tuongea vitu vingi sana, nikaambia naenda mjini, nikirudi next time nataka niingie kwako. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Ali pia aliniombea sana, ilitakia heri. Tukamwaga mama pale na kila kitu kilienda propa kabisa, safi kabisa. Ali akaniombea dua, akanitakia kila la heri. Kwa hiyo ilikuwa poa sana. Ali anawasalimia sana na anajua mnampenda sana Hivyo tunaanza safari ya kumjengea baraka na Ally. Mnataka kushiriki kwenye chochote, karibu sana maana ni muna DM ninyi Bwana Mungu ni mwema. Kwa mara nyingine tena nimeenda kuona kiwanja cha rafiki yangu Ali, niko na mama Ali hapo, tukaona mipaka na kila kitu, nikasema sehemu nzuri kabisa ambapo anaweza kupata nyumba yake nzuri kabisa, hapo sebule, chumba na choo kizuri. Baada hapo, tukaanza kufikiria tena biashara sasa ambapo atafanya kwa nyumbani mwenyewe Ali, inapendeza sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, lakini nilipata hasara pia kwa rafiki yangu Ali. Tukaongea vitu vingi sana, nikamwambia nenda mjini ni nikirudi next time nataka niingie kwako. Kwa hiyo kwa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ally pia aliniombea sana, nilitakia kheri, tukamwaga mama pale na kila kitu kilienda proper kabisa, safi kabisa. Ally akaniombea dua, akanitakia kila la kheri. Kwa hiyo ilikuwa poa sana. Ally anawasalimia sana na anajua mnampenda sana hivyo. Tunaanza safari ya kumjengea baraka na Ally. Mnataka kushiriki kwenye chochote, karibu sana mani mwana DM.